Tumewahi tukikuta gari ikiwa bado inaunguruma ndo tuliopambana na, na kujitahidi kukata nyaya kuepusha mlipuko wa gari utakaofanyika. Kwa hiyo utaka tumeweza kuokoa majeruhi kadhaa na wengine bado wako hospitalini na waliofanikiwa kwamba Mwenyezi Mungu aliowasaidia wameweza kutoka salama, ila kwa kuna wachache baadhi yao katika abiria waliokuwemo, wakiwemo saba waliofariki hapa hapa. Tuliwahi hapo Tulivyofika hapa watu wengine walishafika, wakawa wanaendelea kuokoa majeruhi, na watu wengine tumewakuta pale ambao walikuwa wamepata ajali, wengine tulikuta mtoto mmoja na mama mmoja alishakufa, na watu wengine bado watu walikuwa wanaendelea kuokoa. liliacha njia na kupinduka na kusababisha vifo vya watu saba, kati yao saba wanaume wawili na wanawake watano, kati ya wanawake watano kuna mtoto mmoja wa miaka miwili na nusu. Chanzo cha ajali hiyo ambayo imetokea saa kumi na mbili na dakika 45 za alfajiri leo tarehe tatu uh, wa 4 2025 ni uzembe wa dereva wa gari ya basi ya Mvungi Trans e, kupisha kutokulimudu gari yake wakati wanapishana na gari dogo kwenye kona. Shikana na wenzetu wa jeshi la polisi tuliweza kufika kwenye eneo la tukio na tulikuwa tunafanya kazi ya kutoa Uh, miili ambayo ilikuwa katika uh, basi hilo kwa sababu eneo lilipoanguka ni eneo ambalo ni korongo korongo kali. Kwa hivyo kazi tulikuwa tukifanya ni kutoa miili lakini pamoja na majeruhi ambao walikuwa katika basi hilo.